na mambo mbalimbali yanayohusiana na fadhila za masiku haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ili kuweza kuzitumia fursa ambazo zinapatikana ndani ya masiku haya. Leo inshaallah tutazungumzia moja katika fursa muhimu ambayo katika mwezi wa Ramadhani inakuwa ina umuhimu mkubwa kuliko miezi yote mingine kama ambavyo tutaona na fursa hiyo ni fursa ya kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kumuomba. <coughs> Bila shaka ndugu zangu Waislamu, hakuna mtu asiyekuwa na shida, hakuna mtu asiyekuwa na matatizo. Tuna matatizo mengi katika maisha yetu ya dunia, tuna matatizo katika familia zetu, mume na mke hawaelewani, nyumba haikaliki Kuachana hawaachani, kuishi kwenye ndoa hawaishi, almuhimu imekuwa ni matatizo ya moja kwa moja. Tuna matatizo katika biashara zetu, biashara ziendi vizuri, faida hazionekani, kila siku ni hasara, mpaka mtu anafikia kuamini kwamba kuna mikosi au kuna sihiri au na vitu kama hivyo. Tuna matatizo kwa watoto wetu ulikuwa unatarajia kuwa na watoto watakao kusaidia lakini umezaa watoto ni maibilisi, hawasikii. E, wenyewe ni kufanya maovu, wanakutesa, wanakuadhibu. Tuna matatizo katika kazi zetu, hasad, fitna, e, vitimbi, kuwekeana mitego. Kuna matatizo katika afya, sisi wenyewe tunaugua na maradhi au tunauguliwa na watu tunaowapenda, maradhi mabaya ya kutisha. Inawezekana yakawa ni maradhi ambayo yameshindikana kwa madaktari, na madaktari wamekuambia unatakiwa usubirie tu siku yako itakapofika. Haya yote ni matatizo ndugu zangu wa Uislamu, ambayo yanatukabili katika maisha. Tukimbilie wapi? Tufanye nini? Mwezi huu ndio mwezi ambao Allah Subhanahu wa Taala amefungua milango yake kusikiliza shida zetu. Kama hutomshtakia Mwenyezi Mungu, hutomlilia Mwenyezi Mungu kwa ikhlas kabisa na kwa unyenyekevu na kwa yakini, basi utakuwa umekula hasara, kwa sababu hakuna anayeweza kutatua shida yako isipokuwa yeye. Shida yoyote hakuna mustahil kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu ambacho unaweza ukasema kwa Mwenyezi Mungu akiwezekani, ni shay'un mujarrab, yani kitu ni mujarrab, huwa tu na yaqini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio uma, maana ndugu zangu wa Islam, aya tunazozita aya tusiyam za Mwenyezi Mungu katika Qur'an, pale Mwenyezi Mungu aliposema ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum siyam

waliyuminu bi laallahum yarshudun. Aya hii ipo katika ayasiyam, kuonyesha uhusiano kati ya Ramadhan na dua, kati ya mwezi wa Ramadhani na mtu kumlilia Allah subhanahu wataala, kwamba mwezi huu wa Ramadhan ndio mwezi wenyewe wa mtu kujilazimisha kumwomba Allah subhanahu wataala yale matatizo ambayo yanamkabili. Kwa hiyo nausia nafsi zangu nahusiana nafsi zenu, ndugu zangu Waislamu, Haya masiku yanakimbia haraka, leo tuko tatu, nne, sijui. Tutaimaliza Ramadhani mapema kama hatutazinduka. Kutumia fursa hizi, tutazipoteza fursa ya dua, atadharu kumlilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika matatizo yote yanayokukabili yawe madogo yawe makubwa, kwa Mwenyezi Mungu haina tofauti. Wewe mshtakie mlilie Allah subhanahu wa taala. Na aya hii sababu ya kuteremshwa aya hii Anasemekana kuna mbedui mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya Muhammad. Mbedui alikuwa anamwita mtume sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad kwa jina lake. Arabuka baidun fanunadi am qaribun fanunaji, je, mola wako huyo unaomlingania yuko mbali tumwite kwa sauti au yuko karibu tumnong'oneze sirisiri? Hakuwa na jawabu la hapo kwa hapo. Kabla anafikiria fikiria, Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma Jibril alaihi salam kutoka mbingu ya saba kwa kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib lastu bibaid, waninongoneze kwa sauti ndogo, waseme kwa lugha yoyote wanayotaka kuisema, watoe shida zao ujibu dawata dai, naijibu maombi ya mwenye kuomba, idha daani, pale anaponyanyua mikono na kuniomba, namjibu. Hii ni, ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii aya imekuja katika aya ya tsiyam ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuna dalala inayoonyesha kwamba huu ndio mwezi wa kuomba yasiyowezekana. Mtu ambaye amehangaika kila aina ya kutafuta suluhisho la matatizo, iwe ni maradhi, iwe ni kupata watoto, iwe sijui ni kazi, iwe sijui ni nini, hii ndio fursa ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio fursa ya kumlilia Allah Subhanahu wa Taala. Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine sura Ghafir, wa qala rabbukum, na mola wenu amesema, uduuni niombeni, niombeni astajib lakum, mimi nitawajibu. Uduuni astajib lakum, kazi yenu nyinyi ni kuomba, kazi yangu mimi ni kujibu. Lakini akazungumza aya na karipio kali sana Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, wale ambao wanakuwa na kibri ya kuomba dua, wana kibri hawataki kuniomba. Sayadkhuluna jahannam dakhirin, wataingia katika moto wa Jahannam hali ya kuwa ni madhalili. Mtu na kibri, sasa mimi na shida, lakini ya, siombi mtu wala Mungu simwombi, yeye anajua shida zangu, bwana Mwenyezi Mungu, si anajua kila kitu, anajua mimi na tatizo gani, atanisaidia, atanitatulia. Hii ni kibri. Wewe unatakiwa umuombe Mwenyezi Mungu, anajua shida yako, lakini anachotaka unyanyue mikono useme, ya Allah, umlilie. Aseme, mja wangu ananijua mimi ni mola wake na ananiomba. Lakini sasa, Mungu anajua shida zangu anajua maradhi yangu anajua umaskini wangu anajua tatizo langu atanipa tu, hiyo ah, ah, ni kibri. Kwa hiyo wale ambao wanafanya kibri ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna jahannam dakhirin, wataingia jahannam hali ya kuwa ni madhalili.

pale unapofungua, ili Allahu Akbar umeshika tende pale, maliza shida zako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, chukua dakika moja tu, pamoja na kuwa ni sunna kuaisha kufungua, lakini chukua dakika moja, zile shida ambazo zeni priorities au lawia ndio unaziweka pale, kama ni afya, kama ni kazi, kama ni riziki, kama ni familia, kama ni watoto pale, kwa lugha yote Kiswahili, lugha yote, Allah anasikia, alafu ndio bismillah unafungua aswai mahina yuftara dawatuk la yurad, dua yako hairudishwi na Allah subhanahu wataala. Na ya mwisho wa dawati lmadhlum, dawa au dua ya mtu aliyodhulumiwa, nayo vile vile hairudishwi na Allah subhanahu wataala. Ndugu zangu, katika adabu za kuomba dua ili dua zetu ziweze kukubaliwa, ya kwanza ni kuwa yaqini na Allah subhanahu wataala. Usimjaribu Mwenyezi Mungu, usimjaribu kwa maana, akinipa vizuri asiponipa basi bwana ukisema hivyo una yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala, na dua yako ghaliban haitajibiwa. Kwa hiyo lazima uwe na yaqini kwamba hii ninayoomba Mwenyezi Mungu lazima atajibu, ni lazima atanitikia. Hapo dua yako itakubuliwa. Mtume asema katika hadithi ya Abu Hurairah, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mkiwa na yaqini kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakujibuni. Sio una yaqini una shaka, una yaqini kabisa. Usifikirie dhambi zako. Unajua, wengi tunafikiria dhambi zetu, kwamba namwomba Mwenyezi Mungu lakini mimi ndio yule mzinifu, na mimi ndio yule dhalim, mimi ndio yule. Usifikirie hizo dhambi zako wewe, muombe Mwenyezi Mungu tu kwa yakini, kwamba Mwenyezi Mungu, pamoja na udhaifu wangu nilionao, najua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanitikia. Wa alamu anna Allah la yaqbal dua min qalbi lahi, eleweni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakubali dua kutokana na, na, na inayotoka katika moyo wenye mambo ya kipuuzi yani, mtu anaomba lakini anafikiria mambo ya mpira, anafikiria yani dua ile haiko serious yani; dua yake anavyoiomba basi tu kama mazoea. Lakini mtu anayeomba dua akahudhurisha akahudhurisha nia ya yake na yakini yake pale ndo Mwenyezi Mungu anaipokea. Sio unaomba dua miyayo, mara unapiga miayo mara si unafanya nini? Omba dua kwa unyenyekevu, kuelewa kwamba uko mbele ya nani, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jidhalilishe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Abbas radiyallahu anhu ma anasema Raaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadu wa biarafa yadahu ila sadrihi kastitami lmiskini, nilimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwomba Mwenyezi Mungu siku ya Arafa, mikono yake iko kifuani hivi, anafanya hivi kama vile maskini anamwomba tajiri, yani kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo usiombe dua umeweka mkono mfukoni, umejishika hivi, unaona aibu kufanya hivi? Onyesha udhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mimi mbele yako ya Allah ni fakiri, similiki chochote, sina chochote, bila wewe sio chochote mimi, na nakuomba kwa unyenyekevu. Huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mikono yake kifuani. Ibnu Abbas anasema kama miskin anaomba kwa mtu, kaweka mikono hivi. Kwa hiyo ni lazima tuwe na adabu za unyenyekevu tunapokuwa tunaomba dua. Na imerekodiwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema Allahumma innaka tasma'u kalami, ewe Mwenyezi Mungu, hakika wewe unasikia maneno yangu. Watara makani, na unaona sehemu niliyopo. Wa taalamu sirri wa alaniyati, na unajua siri yangu na yale ambayo ni ya dhahir. Wala yukhfa alayka shaiun min amri, halifichikani lolote langu mimi katika mambo yangu yote unayoyafahamu. Ana albaisul faqir, mimi ndio yule mtu mnyonge sana fakiri sana. Almustaghith, almustajir ninakimbilia kwako ninaomba msaada wako. Alwajal almushfiq, yule anakuja anakuja kwa haraka na mwenye kutia huruma. Almuqir almu'tarif bidhambi, mwenye kukiri na mwenye kutambua dhambi zake zote alizozifanya. As'aluka mas'alata lmiskin, nakuomba e Mwenyezi Mungu kama anavyoomba maskini. Waabtahil ilaika ibtihalu dhalil, na ninakulilia we Mwenyezi Mungu kama vile mtu dhalili anavyomlilia mtu mwingine waduka duau lkhaifu dharir, na nakuomba mwenyezi mungu dua ya mtu mwenye kuogopa. Haya ni maneno alikuwa akiyazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha unyenyekevu wakati wa kuomba dua. Mfahamishe Mwenyezi Mungu madhaifu yako makosa yako, lakini vile vile mwambie kwamba sina sehemu ya kukimbilia zaidi yako. Unalazimisha, unafanya israr na tikrar na kurudia mara kwa mara, sio vibaya kwa sababu gani? Unamlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajibu dua yako. Nyakati nzuri ndugu zangu za kuomba dua ni mabaina al-adhan wal iqama. Baina kati ya adhana inapoadhiniwa na kabla ya ikimiwa swala katikati hapa. Hebu kithirisha muda huu, tumia kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni muda ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni muda ambao dua hairudishwi na Allah Subhanahu wa Ta'ala nyingine ni usiku wa manane katikati kwenye saa katika nane mpaka alfajiri. Ni taimu hii, ni muhimu sana mtu akapata nafasi akaamka akamlilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala shida yake, hali ya kuwa nasisitiza nananganiza kwa, kwamba lazima Mwenyezi Mungu nijibu na ni lazima unikubalie dua yangu. Na dua ndugu zangu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasalam, zote zinajibiwa, lakini zinajibiwa katika njia kubwa tatu. Ya kwanza atajibiwa pale pale duniani. Naomba na maradhi niondolee maradhi, anaondolewa. Nifungulie milango ya riziki, anafunguliwa. Saidia watoto wangu, anasaidiwa. Hiyo njia ya kwanza. Ama njia ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kumwekea dua yake akiba, ya asikupe duniani akaiweka pending, lakini ukaja akakusaidia wakati wa shida. Hiyo ni njia ya pili. Kwa hiyo hapo umejibiwa vile vile, tena umejibiwa vizuri zaidi, sababu sehemu ambayo unahitaji ndio Allah subhanahu wa ta'ala anachukua akiba yako ya dua aliyokuwekea, alafu anakusaidia katika lile ambalo unalihitaji. Lakini njia ya tatu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaangalia, anaona kwamba ulichokiomba ni kitu kidogo, kuna kitu kikubwa zaidi kikuwa kikutokee, Allah anakuepushia kile kitu kikubwa. Wewe unaona hujapata hicho, unalalamika, Mwenyezi Mungu, niliomba sijapata. Uelewi kwamba uliepushiwa na jambo kubwa lilikuwa likupate. Kwa hivyo vyote utakavyoomba utajibiwa, kwa ihda min min thalatha, katika njia hizi tatu ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alizizungumza. Kwa hiyo ndugu zangu, tukithirishe sana katika masiku ya mwezi wa Ramadhani yote, kumlilia na kumwomba Allah subhanahu wa taala. Hakuna mustahili kwa Mwenyezimungu subhanahu wataala. Usimjaribu Mwenyezimungu subhanahu wa taala, omba kwa yaqini na Allah subhanahu wa taala atakujibu, na hili ni jambo mujarabu wa. Jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.